Lengo kubwa ya ni kutengeneza timu za taifa. E, wengi wanapiga kelele mchezaji Asengena anaweza katokea from nowhere. Eh, e, hajafuata zile taratibu za uboreshaji. Kwa hiyo e, tumeamua kufanya hivi ya, kwa lengo kuu kumsaidia mtoto na kulisaidia taifa letu, kwani mtoto anapokuwa na kitu mwanzo anafundishika, basi huko juu pana hakuna matatizo. Kwa hiyo kilichokuwepo Tanga na hapa kwa mwaka huu e, katika kituo chetu cha TFF Kigamboni nacho ni maandalizi, lakini tunachoanza kwanza, tunachoangalia kwanza, tunafanya scouting. Swala la pili tunakuja kwa ajili ya kila weekend, maana Jumamosi na Jumapili tutafanya kwa muda. Vile vilevile tutaangalia kama kutakuwa na uwezekano wa kuwafanya vijana wakae hapa, na hilo ndio lengo kuu. Kwa hiyo utapokuwa uwezekano huo, basi tutajaribu kulifanya mara moja, tuweze kuwa na vituo viwili vinafanya kazi kwa wakati mmoja. kwa majina ni Faris Said. Hakika nimekuja hapa kutengeneza maisha yangu ya mpira, na naipenda, ni kipaji changu na sio peke yangu, nipo na wenzangu TFF. Wanatusogeza na, na kikubwa ni kumshukuru Mungu. Natamani kucheza timu ya taifa, na sio mimi tu, na wenzangu wote.